Mheshimiwa Ali Mlangila. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba swali langu namba 369 alipate majibu ya serikali. Mheshimiwa na kushukuru me Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 24 25, 25 serikali imekamilisha utekelezaji wa mradi wa maji Lema ambapo unanufaisha wananchi wana 3357 waishio katika kijiji cha Lema kilichopo wilayani Kyela Mkoa wa Mbeya. Vile vile serikali inaendelea na utekelezaji wa miradi minne ya Ngana, Sinyanga, Kyela kusu, kusumuru pamoja na naip, Ipinda wilayani humo ambapo ipo katika hatua mbalimbali za utekelezaji. Mradi hiyo inatarajiwa kukamilika mwezi Disemba 2025 na kunufaisha zaidi ya wananchi laki moja na kumi waishio katika maeneo ya vijiji na mitaa ya wilayani Kyela. Asante Mheshimiwa. Mheshimiwa Naibu Spika. Nishukuru sana kwa majibu ya serikali, lakini niipongeze serikali kwa kuendelea kutekeleza miradi mingi sana pale wilayani Kyela. Pamoja na miradi hiyo na juhudi za serikali, nina maswali mawili ya nyongeza. Kwenye mradi wa Sinyanga Group, mradi huu mpaka sasa hivi una miaka miwili na umefikia asilimia kumi na tano tu bado serikali haijapeleka vifaa. Je, ni mbinu gani na muujiza gani utatumika kuhakikisha mradi huu unakamilika Disemba mwaka huu Mshimali. Jambo, jambo la pili Mheshimiwa Naibu Spika, mradi wa Ngana Group ni mradi ambao utanufaisha wananchi wengi sana zaidi ya elfu sitini na sita kwenye kata saba na wananchi hao wanategemea kupata maji huko asilimia hamsini tu nini kauli ya serikali kwenye mradi huo? Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru sana na pia namshukuru sana mheshimiwa mbunge wa Kyela kaka yangu Ali Jumbe Mlagira. Aa, ni kweli kabisa miradi hii amekuwa akiisemea sana na bahati nzuri ameshafika na ofisini kuifuatilia kuangalia utekelezaji unaendaje, na ni kweli kabisa kwamba mradi wa Sinyanga uko asilimia kumi na tano na mradi wa Ngana uko asilimia hamsini kama alivyosema mheshimiwa mbunge. Lakini tunatambua kabisa kwamba wakati wa utekelezaji wake pale mwanzoni tulikuwa na changamoto, lakini pia kulikuwa na mambo ya, ya miundombinu iliyokuwa inajengwa ilikuwa inapitia ina, ina, ina wakati mgumu kutokana na ushirikishwaji wa wananchi. Baada ya kugundua haya tukaanza kufanya ushirikishwaji wa wananchi, na baada ya hapo mradi ndio umeanza kukimbia sana. Lakini nimtoe hofu Disemba 2025 mradi huu, kwa sababu fedha zipo na sasa wataalamu wetu wameshapewa maelekezo na serikali kuhakikisha kwamba unakamilika, na ndiyo maana majibu yangu ya msingi ni kwamba mradi utakamilika Disemba 2025. Asante sana mheshimiwa Mwenyekiti.